Kisha unachosoma kinasema yote yanawezekana kwa kila aaminiye. Yote yanawezekana kwa kila aaminiye. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tumesoma hapa kwenye kitabu cha Marko 9:14 mpaka 27. Biblia inasema kuna mtu alikuja na mtoto wake mwenye kifafa akapeleka kwa wanafunzi wake, lakini akawa anashangaa, mbona wanafunzi wa Yesu wameshindwa kumtoa huu pepo kifafa? Biblia nasema wakawa wamekusanyika wakijadiliana. Yesu akawaangalia akawauliza, kuna nini? Mnajadiliana nini? Yule mtu akajitokeza akamwambia Yesu, nina mtoto hapa ana kifafa. Akamuelezea Yesu. Yesu akamuuliza, hiki kifafa ni cha muda gani? Akamwambia toka amezaliwa. Bwana Yesu atukuzwe, eh? Amen. Biblia nasema ukisoma Ukiweza waweza kumponya kumpona, yani manake alikuwa hana uhakika, alikuwa hana nini? Uhakika. Kwa hiyo baada kujadiliana na Yesu mwishoni, anamwambia Yesu kiweza umponye. Lakini Yesu mstari wa 23 Yesu akamwambia yote yawezekana kwake amini. Yesu alimwambia si tu nikiweza nimponye, a a, akamwambia wewe ukiweza kuamini, yote yanawezekana kwake amini. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Hallelujah, amen. Kizazi chetu hicho nacho ni kizazi ya tari. Watu hawana imani. Hana historia ya kushindwa. Amen. Hajawahi kushindwa. Amen. Hajawahi kubadilika. Amen. Yeye siku zote anaweza. Amina. Lakini tatizo liko kwa watu. Ndio. Bwana Yesu anaenda anaenda kwa mganga wa kienyeji, anaenda kwa mtaa, anaenda kwa babu yake. Watu wanapapasa wanashika huku na huku. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na hii imegharimu maisha ya watu wengi. Kuna watu kimaisha hawasogei kwa sababu ya kupapasa yeah. Haamini kwamba Yesu anaweza kufanya. Bwana Yesu atukuzwe. Amen.

leo Yesu hajawahi kushindwa. Amen, kama alifanya katika zile mambo makubwa hata leo anaweza kufanya. Amen, lakini unayo unayo imani, unaamini hivyo? Amen. Una Amen, wa Amen. kitabu cha Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 8, utaona ya kwamba Yesu yeye yule jana leo na hata milele. Bwana Yesu atuzwe. Amen. Waebrania tusome pale haraka haraka, Waebrania sura ya 13 mstari wa 8, Waebrania sura ya 13 mstari wa 8. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo, Yesu Kristo Kristo yeye yule jana na leo, na leo na hata milele. Bwana Yesu atukuzwe. Amin. Anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Maana yake ni nini? Hajawahi kubadilika, hajawahi kufanya nini? Kubadilika. Bwana Yesu atukuzwe. Ukisikia mtu anasema zilikuwa bwana, nyakati zile, jua huyo hajasoma vizuri; lakini jua ana upungufu wa imani, hakuna kitu kilichobadilika kwa Yesu. Kwa Yesu. Yesu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hakuna kilichobadilika. Watu ndio wamebadilika. Ndio. Yeah. soma Biblia gani? Yesu mwenyewe alikuwa mtenda miujiza. Lakini sio hivyo tu, nyie mnafahamu habari ya wana wa Israeli. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lilifanyika jambo la muujiza lamuujiza shangaa wa Misri na majeshi yao, Farao na majeshi yake anakuja speed speed. Biblia nasema wakawa katikati, mbele bahari, nyuma Farao anakuja na majeshi yake. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Wakaanza kumwambia Musa, tunaangamia tunaangamia, wakaanza kulia. Biblia nasema Musa akamtazama Bwana Yesu Bwana Yesu akamwambia Musa una nini? Musa akasema nina fimbo. Akamwambia chukua hiyo fimbo yapige maji. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Biblia inasema alipoyapiga maji bahari ikapasuka. Amen. Haikuwa muujiza. Kwa hiyo ulishaona wana wa Israeli. Mpaka leo muujiza inaendelea. Amen. Mpaka leo Yesu anaweza kufanya kuliko anavyofanya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen.

kwa akili yako hakipo, hakipo, hakipo. Hebu fikiria jambo la kawaida tu, Musa, nyosha fimbo, piga maji, tunaona njia. Sasa unaweza kukimbia kwanza, kitu ambacho hakiwezekani kwa e, akili ya binadamu ni kitu ambacho hakipo, lakini Yesu anakifanya kinakuwepo. Amen, amen. Bwana Yesu tukufu. kwa hiyo mpaka Miujiza ipo. Ndio. Mpaka leo iko njia Amina. Mpaka leo, hata kama unaona giza una njia Amina. Mpaka leo Yesu anaponya. Amen. Hakuna ugonjwa usiopona. Ndio. Mimi nimeshuhudia kwa macho yangu magonjwa mengi, tumeombewa watu wengi sana, wengi sana. Amen, na wengi sana wamepona, haijalishi Haijalishi ni kansa. Ndio. Haijalishi ni kitu gani, mtu anakuwa amefikia hatua mpaka ya kukatwa mguu, ana kidonda ameshaambiwa ni kansa, hii tunakata mguu. Lakini anaamini anasema, we baba, niombee mimi, naamini. Bwana Yesu atukuzwe. Amen, Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Anakuja madhabahuni, anaombea anaombea, baadaye mguu naka vizuri, kidonda kinaisha Nataka nikwambie Yesu yule aliyowaponya watu waliokuwa na kansa nyakati zile, hata leo anaweza kupona. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Hajabadilika. Hajabadilika. Hakuna kilichobadilika. Amina. Hakuna. Hospitalini wanasema hii kansa haiponi. Huu ugonjwa wa kutoka kutoka damu haupona. Lakini, ukija kwa Yesu, anasema hiyo kwangu kitu kidogo, naponya. Amina. Ni wewe uamini. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hakuna ugonjwa usiopona. Hakuna Yesu asichopona. Amina. Hakusema kwa yeye anayeamini yote anafanya nini? Yanawezekana. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa yeye haijalishi. Ni ugonjwa haijalishi. Unataka muujiza wa namna? Muujiza iko pale pale. Amen. Kuna watu walikuwa vilema, lakini Yesu aliwaponya. Kuna watu walikuwa hawezi kutembea. Toka mtu amezaliwa ni kiwete. Biblia inasema Petro na Yohana waliwakuta kiwete, walimkuta kiwete mmoja amekaa mlangoni, anaomba. Anaomba ni, Anaomba nini? Sadaka. Anaomba chochote kwa Kwa watu walikuwa wanaingia kanuni. Kwa hiyo ofika naa yule kikiwete akawakazia macho, akijua hapa naenda na kupewa hela nyingi, kuna kitu napata kikubwa. Lakini Petro na Yohana ah, wakamgeukia wakamwambia, sisi hatuna fedha, hatuna chochote, hatuna mali, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa: simama, utembee. Biblia inasema alikuwa hajatembea toka amezaliwa, lakini miguu yake ikatiwa nguvu. Kiwete miguu ikatiwa nguvu, akasimama akatembea. Amen! akaingia kaloni, anashangilia. Amen! Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Miujiza hiyo ipo mpaka leo, tatizo watu hawaamini, wa watu wameshazoea, wanapigwa vita kwenye miujiza utasikia Mtu anaanza asema ah, ilikuwa kipindi kile. Hata leo ipo. Hakuna kitu ambacho Yesu hawezi kufanya, amen. Kama ni kukubariki, Yesu anaweza kubariki, amina. Tena baraka za Yesu ni za milele, amina. Baraka za Yesu ni za vizazi kwa vizazi, amina. Sio hizo za mganga wa kienyeji, ukiona unakaa naso miaka tano umefungusika. Sio hivyo. Yesu akikupa akunyama ni amina, akikupa Bwana, Bwana Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu. Amen. Baraka zipi nzuri. Yesu anamwambia Maryam, amini tu. Amini tu. Yesu anataka kuona tu unaamini. Hilo tu. Hakuna kingine. Anataka kuona unaamini tu kwamba yeye anaweza kufanya kufanya anaweza, nguvu anazo. Lakini anataka kuona Yesu unaamini. Amen. Mnakumbuka alitoka mtu mmoja kipofu. Biblia inasema alikuwa akikaa tu barabarani, waomba. Siku moja akawa amesikia habari za Yesu. Sasa ikatokea Yesu anapita ule mtaa, akasikia kelele za watu wengi sana, akauliza jamani, kuna nini? Watu wakamwambia, Yesu mwana wa Daudi anapita. unajua Amen. Yesu akageuka akasema kuna nini? Wakaambia ni kipofu Bartholomayo anakuita. Yesu akamwambia mletee, wala wale waliomwambia nyamaza wakaambia jipe moyo, anakuita ivasima. Akatupa vazi lake akatoka akamfuata Yesu. Alipofika kwa Yesu, Yesu anamuona ni kipofu lakini anamuuliza wataka ni Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu anataka kuona tu unaamini hilo tu. Sio kwamba hawezi kufanya. Ndio maana karibia miujiza mingi. Hakuna mahali Yesu ambako amejipendekeza. Anafika mahali mtu ana tatizo, mtu analia, analia, anamuuliza, unaamini? Anachotafuta ndio kuona unaamini basi. Amen. Haijalishi ni changamoto la namna gani. Haijalishi watu wanasema